Sasa naomba mnisikilize vizuri, nitauliza maswali matano. Kama jibu lako ni ndio, naomba endelea kusimama. Kama jibu lako ni hapana, naomba ukae. Tumeelewana. Kwa naomba nianze. Leo ni Ijumaa na nitafanya kwa wiki hii tu, kuanzia Jumatatu kila siku mpaka leo Ijumaa, kama katika mlo wako kila siku umekula mboga za majani na matunda, naomba endelea kusimama. Kama hapana, naomba ukae. Kila siku kuanzia Jumatatu mpaka leo Ijumaa, kama jibu lako ni ndio, naomba endelea kusimama. Kwa wiki hii kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa leo, kila siku umekunywa maji chini kabisa lita moja na nusu mpaka lita mbili kila siku. Kama umekunywa maji kihivo, naomba endelea kusimama. Kwa wale ambao bado wameendelea kusimama, kwa wiki hii, angalau mara tatu umefanya mazoezi kwa dakika thalathini Swali langu la nne kabla ya mwisho, kwa wiki hii, wale ambao bado mmeendelea kusimama, nani ameweza kulala kati ya masaa sita mpaka nane kila siku? Sasa swali langu la mwisho, naomba tuwe makini kidogo. Kwa wale bado ambao mmeendelea kusimama, kutoka lini mmekuwa na matatizo ya kusema ukweli? <laughs> Jamani naomba tukae. Jamani tuwape pongezi sana hao wenzetu kwa sababu on serious tone. Hizo ndo pila tano muhimu za sisi kuwa na afya. Nilikuwa nasema siku moja na, na mgonjwa wangu mmoja huu alipata kiharusi miaka mitano sita iliyopita. Ile VX yake sasa hivi driver ndo anaendesha, inabidi wa mbebe wa mwiki, hawezi kupanda gorofani, kwa nyumba imekuwa rehabilitated renovated ili aweze kukaa ground floor. sasa nikichukulia jitihada zote hizi, na sisi wote ndo tunakoelekea huko kwenye uzee, kwa nini tusibadilishe maisha yetu leo? Na vitu tunapohitaji sisi ni vichache tu tembea tu elfu kumi kwa siku, kula kwa wastani, punguza wanga, epuka vitu vyenye sukari, epuka vitu hivyo kama sigara, pombe, pata muda wa kupumzika kidogo. Havitaji hata senti tano hiyo, ili uweze kuja kuenjoy maisha huko mbele ya safari, kwa sababu mimi ukiniuliza kama daktari serious na kila mmoja ajiulize tu yeye mwenyewe. Watu hawafi kwa sababu wazee, watu wanawafa kwa, wanakufa kwa sababu wagonjwa. Sijui kama kuna mmoja wenu ambaye kuona huyu mtu amekufa tu kwa sababu mzee? mm -mm. Ni mzee ana kisukari, mzee ana pressure, mzee ana figo na tusikiliza dini zetu huko nyuma, huko nyuma, watu walikuwa wanaishi miaka mia moja mia mbili na hata awa wazee wetu wengine Mungu aliowapa, unamwona uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, kabisa huyu ana, ana, ana, ana, ana, ana afya yake despite sasa leo nyinyi kabisa, mnafahamu, unaweza kutana na mtu ana miaka 40 na mwingine ana miaka 30, ukafikiria yule wa 30 ndo ana 45. Na mimi ndugu mwezeshaji eh, kabla sijaingia kwenye mada yako, ninachokiona hapa tunajitayarisha kuugua. Mimi i thought tunatakiwa kufanya the other way around, tusijitayarishe kuugua. Hamna mtu anaamka asubuhi ghafla ana kisukari aina ya pili, kwa sababu nafikiri wananchi, sisi madaktari tunataka kuchukua modi tulivyokuwa tunatibu malaria na typhoid kuiweka kwenye magonjwa haya ya muda mrefu. Afya yako inachukua muda kabla hujapata kisukari aina ya ina pili, inachukua muda kabla hujapata kiharusi au stroke. Sasa wakati tunaendelea na huu mchakato, mimi nilikuwa na mapendekezo kadhaa. Kwanza, in english wanasema to identify the risk. Risk zetu ni nini? Tukishaziidentify tunatakiwa kuanza kuzikinga riski ya kwanza to encourage physical activities, tembea hatua 10,000 kwa siku tembea kilomita sita kwa siku, tule chakula chenye afya, tuepuke uvutaji wa sigara, tuepuke unywaji uh, wa pombe wa kupitiliza. La pili, tujaribu kuepuka sana vyakula vya kusindika ambavyo vina sukari nyingi, vina transfats, vina mafuta mengi na chumvi. Nimefurahi sana kumsikia Dr. Grace hapa kwamba huko kwake kwenye afya ya msingi to integrate hizi NCDs, kwa sababu tukiweza kuziwahi huko tukazifanya prevention, hazitakimbizwa kuja Muhimbili, hazitakimbizwa kwenda Bugando au KCMC au Mbeya. Ni, ni, ni, ni vitu vya kuanza ku strategize sasa hivi. Tusubiri kila mtu amekuwa obese, ana, ana, ana kilo mia moja mtanilalamikia mimi kwa sababu mimi nitakuwekea puto ambalo lina gharama. Kuweka puto ni milioni nane, lakini unaweza tu kwa kula sawasawa sawa, usifikie hatua hiyo. Kuna sigara, kuna pombe, kuna vinywaji soda. Huwa eh, siku zote nasema, mara ya mwisho nimekunywa soda nilikuwa mwaka elfu mbili, kwa hiyo ni miaka ishirini na nne. Tunajua kuna kodi kule, lakini mimi nasema tukichukua measures ambazo ni simple, umeona hapa by the time nafika swali la nne, robo tatu ya holi limekaa chini. maana yake ni nini? Maana yake afya zetu haziko sawasawa sana. Mwisho wa siku hawa watakuja Muhimbili, ni kweli na hapo ndo gharama zinapoanzia, kwa sababu ukija Muhimbili MRI ni bei kubwa mimi miaka 8 nilipokuwa jekci kabla sijaamia mwimbili 2022, tumeweka betri za moyo nyingi tu, yaani kwa mwezi betri 4 tano za kwenye moyo. Hivyo vyote ni gharama, lakini unamtizama huyu mtu angekunywa dawa zake za pressure asingefikia mimi nimwekee leo betr Na ndo malalamiko sasa unayasikia mtaani hospitali zetu gharama haziwezi kuwa bei ya chini, kwa sababu betri zote zinatoka nje, valvu za bandia tunazoweka zinatoka nje. Na nimehamia Muhimbili nikafikiria labda mambo yatakuwa rahisi. Sasa kule napandikiza figo, napandikiza ulotu, napandikiza visikifu, tunatoa saratani kwenye kichwa. Kwa haya magonjwa matano tu, afya ya akili kuwa sio sawasawa, kisukari, stroke, magonjwa ya moyo na kisukari yanaua watu milioni 35 duniani kwa mwaka. Kwa mfano, ukiona soda au glasi ya juice yeah. Au keki, naomba kuna tamani kula, kwa sababu ndani yake haina tofauti na dawa za kulevya. Si mmeshawahi kunywa soda, unajisikia vizuri eh? Eh, kwa sababu senta ni ile ile moja, dopamine. Sasa wewe ukiona soda kitu cha sukari chochote, wewe usiseme mimi sitakunywa hii juisi, sema nitakunywa, lakini nitakunywa baada ya nusu saa. Hmm? Sasa ukisha sema tu nitakunywa baada ya nusu saa hapo kama kuna apple au kuna ndizi au kuna pears au kuna papai, we kula lile apple. Unajua kitachotokea? Sukari itapanda kidogo, apple, eh. Itapanda kidogo kwa sababu ni apple itapanda kidogo kwa itakupunguzia ile hamu katika ile nusu saa. Kama bado unaona una hamu kula apple la pili Nasikia bado na hamu kula ile lata. Umeshawahi kusikia sentensi "Five apples keep a doctor away". Umeshawahi kusikia, hmm? Umeshawahi kusikia ukila matunda utakuwa na haja ya kwenda kwa daktari. Kwa hiyo ile itakusaidia wewe kupigane na ile hamu au ya kutaka kula kile kitu. <laughs> Nikisema hapana, nani, mimi sili hiki nilishauriwa na madaktari. Nakuhakikishia, mimi zamani huko nilipokuwa kama na baadhi ya nyinyi, nilikuwa nikiona boksi la biskuti nyumbani mm, nasema ili simtanadii baada ya dakika tano kumi na sita nitakula moja tu, kaona chukua ya kwanza no. Lakini baada ya siku nimemaliza biskuti boksi zima, nasema kwenye popcorn, bisi na kadhalika ni vitu ambavyo, kwa sababu ya sukari, sio kwa sababu ya wewe, lakini mwili ulipowekwa. Wewe waulizi sigara tu, au wanapopata shida, au wanatumia madawa ya kulevya, kuna kile kitu unapata kwa sababu uko kwenye senta yetu kwenye kichwa. Kuna kitu kinaitwa dopamine center, unapata addiction na kile kitu. Kwa wachaji wake, usiseme sintakula. Wewe sema ntakula baada ya nusu saa. Kabla sijamaliza, mwambie mwenzio, nikiona kitu chenye sukari sana, ntakula baada ya nusu <laughs> saa.